Mpenzi mtazamaji wa YouTube channel yetu, karibu tena katika dawati letu la michezo, tukizidi kukuangazia taarifa na, na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Taarifa kubwa zaidi ambazo zina trend katika mitandao ya kijamii kuanzia siku ya jana ni kuhusiana na afisa habari wa klabu ya Young African Alikamwe kufungiwa na shirikisho la soka la Tanzania kupitia kamati ya maadili, yani TFF na kamati yake ya maadili na swala kubwa ambalo limepelekea Alikamwe kuweza kufungiwa ni yale sh, ni zile shutuma ambazo alizitoa juu ya klabu ya wekundu wa msimbasimba. Nitaanza na taarifa kuhusiana na yale aliyoandika katika mtandao wake wa Instagram akiitumu Simba kubebwa na waamuzi na ikionekana kama waamuzi wote wanaopangwa wachezeshe mechi za Simba ni kama wanakuwa wamepewa maelekezo ili kuhakikisha Simba inacheza. Kisha tuone waandishi baadhi ambao wameelezea swala hilo na wengine wakisikitishwa na maamuzi hayo makubwa ya afisa habari wa klabu ya Young Africans kuelekea mchezo wa Dabi, ambaye alibidi atoe hamasa kubwa, lakini kumfungia kipindi hiki tena miaka miwili kuwa ni jambo kubwa zaidi. Aliandika katika mtandao wake wa Instagram kwa kuandika hivi na leo sio mara tu ya kwanza. Huu ni mwendelezo na ni kama mechi kumi mfululizo, kila mechi ya kolo huwa na mijadala redioni kuhusu makosa ya waamuzi yanayonufaisha kolo kupata ushindi e, mara wapinzani wananyimwa magoli halali, mara mjadala wa kolo ana akifunga magoli ya offside na waamuzi wanakubali. Kwa hiyo waamuzi wanakubali mabao ya Simba offside huko wakikata mabao halali ya timu nyingine tumesikia pia mijadala ya penalty nyingi za mchongo zikiwanufaisha makolo, this is too much, na inatupa wasiwasi kama haya yanayotokea huwa yanatokea kwa bahati mbaya, kwa kichaka cha makosa ya kibinadamu so huyu anamaanisha kwamba ni kama kuna upangaji wa matokeo ambao unaendelea. Kupitia mitandao ya kijamii watu wengi wameandika mambo mengi sana, mfano nikitazama huyu anamtetea lakini kwa namna moja au nyingine alikuwa akimkumbusha yale ambayo yanaendelea. Lakini pia nitaomba nipitie chapisho moja tu la Mzee wa Jambia, ambaye kupitia grocery ya soka ameandika caption ndefu kidogo. Anasema hivi: kamati ya maadili imemfungia Alikamwe, kipengele kipo kwenye kutangaza hii taarifa. Kwa mujibu wa chanzo changu cha ndani kabisa, kamati chini chini mwenyekiti mwita Mwaisaka, imeshamaliza kazi yake, ambapo pia imemfungia miaka miwili afsa habari wa Kagera Sugar ambaye ni Hamisi Masanzara. Yes, na afisa habari wa Kagera na amefungiwa afisa habari wa Simba Sports Club Ahmed Ali. Eh, yeye kwa mujibu wa chanzo yeye amepona, lakini amepewa onyo kali. Kwa nini watu wanagwaya wana kutoa hii taarifa? Chanzo kinadai kwamba kamati imeombwa kwa rekodi hadi dabi ipite kwanza ndio watangaze, eti kwamba kuitoa hii taarifa sasa hivi ni kwa vuruga Yanga Afrika katika maandalizi yao ya dabi. Hata hivyo taarifa hii zinadai kwamba kama wakikubali hii taarifa kutokuitoa sasa hivi imekula kwao. Eh, taarifa ya dabi ya Kariakoo inataka kutumika kama watu wafunike kombe ili wampitishe mwana haram. Chanzo kinadai kwamba baada ya hii hukumu, kuna simu nyingi zinapigwa kutaka maamuzi yafanyike nje na kanuni na taratibu za kamati. Hata hivyo, kamati imeshikilia maamuzi yake kwa sababu mtuhumiwa amekuwa na makosa ya kujirudia rudia. Yes, unaambia kwamba katika andiko lake la Februari 3, 2025 kuna mstari Alikamwe anaonyesha wasiwasi wake juu ya ubinadamu wa makosa ya waamuzi kwenye mechi za makolo yaani, akimaanisha akimaanisha Simba. Afisa habari wa Kagera Sugar naye amefanya makosa kama haya. Kamwe aliwashutumu waamuzi kutaka kuishusha Kagera daraja. Utetezi wake kwamba hili ni kosa la kwanza umetupiliwa mbali. Taarifa zinaelezwa zaidi kwamba jambo la Kamwe limewagawa wakubwa. Wengine walionekana kukubali maamuzi ya busara nje ya kanuni na utaratibu, lakini wengine wakishikilia utaratibu ufuatwe ili kukomesha hii tabia sugu. Kwa mujibu wa chanzo changu inaelezwa kwamba baada ya kutoa hukumu mwenyekiti wa kamati mwita Isaka ameondoka zake Tanga, akitegemea hii taarifa ya hukumu kutangazwa haraka iwezekanavyo. Hiyo ndio taarifa kubwa zaidi ambayo ina trend sasa katika mitandao ya kijamii kuhusishwa na afisa habari wa klabu ya Yanga Alikamwe kufungiwa takriban miaka miwili. Unadhani, kwa kosa alilofanya na adhabu aliopewa vinaendana? na je, ni kweli amestahili adhabu hiyo? Unaweza kushika katika upande wa comment section. See you next time, bye bye.